Jaubwabwa kinaongozwa na wale waliokuwa ndani ya nini <tuhi> ya Chadema <tuhi> wa na mzee Hashimu Hashimu, analinga tunasema, siku hizi mimi nalindwa bwana, umekuja wenyewe na wafadhili wao, kwa hali wanasema tili... tu. Rais Samia, miaka minne iliyopita alianzisha mfumo wa maridhiano. Wakati huo kulikuwa na matatizo matatizo kidogo na baadhi ya watu wa vyama vingine hasa kimoja cha Chadema walikuwa wamekimbia nchi hawakuwepo Tanzania. Rais Samia akaja akakusanya vyama vyote vifanye mkutano, vimweleze matatizo yao ni nini na madai yao ni nini, akakutana navyo Chadema wakakataa kuhudhuria mkutano huo wa vyama vingine. Tuko vyama kumi na tisa katika Tanzania. Wao wakasema wanataka wasikilizwe peke yao, wanapenda sana ubinafsi kidogo. Na rais akakubali. Haya, akamtuma Abdurahmani Kinana ambaye ndio mimi nimechukua nafasi yake, awe mwenyekiti wa kamati ya kuwasuluhisha. Wamekaa nao wanasema mwachie watu walioko nje warudi bila masharti. Tukasema haya warudi, walirudi au wajarudi? Na mmoja alikuja kuwatembelea hapa, alikuwa huko, alirudi. Wote wako nchini na wako salama salama, kulingana na tabia zao, maana kwamba warudi wakae salama, sio kwamba wana uhuru wa kuvunja sheria. Hapana. Ukivunja sheria maridhiano yanawekwa kando, sheria inachukua mkondo wake. Wameenda nao wakasema wanaomba waruhusiwe kufanya mikutano, maana alikuwa imekosa mikutano miaka mingi. Wakaambia fanya mikutano, walikuja huku kufanya mikutano. Hawakuja walikuja. Habari gani? Walisema mnajua, nyinyi mliosikiliza wakasema tunataka maandamano. Rais Samia akamwambia muandamano, na polisi watakuwa wanawasindikiza, na wakasindikizwa. Wengine ni nguvu zikawaishia, wakapewa na polisi krukozi ili wapate nguvu ya kuendelea kutembea huyo ndio Rais Samia. Sasa unamwambia Rais Samia dikteta. Dikteta huwa wanaruhusiwa watu kuandamana na polisi na walinda wapi? Uliwahi kuona? Labda kama hujajua ku dikteta maana yake nini, labda kama hujui tukutafutie waliko wa dikteta ukajifunze uone wanavyoendesha. Wameomba kila walichotaka na wakapewa, wakaandamana, wakafanya mikutano kilichowashinda ni kuwafanya wananchi wa, waelewe wanachokisema. Sasa hii haikuwa kazi ya rais, huu kwamba waruhusu mwende mseme, tena akawasemee? Mtasema wenyewe, kama watu watawaelewa watawaelewa. Kama waliwaelewa mimi sijui, lakini dalili zote zinaonyesha hawaeleweki. Wamemaliza wale waliokubali kufanya mkutano wakatoa maoni wakasema si tunataka sheria zibadilike za uchaguzi, lakini katiba isubiri, maana muda wa kujadili katiba haukutosha. Yalikuwa maoni ya vyama. Wenzetu wa CHADEMA wao wakasema kuna watu wao walifungwa mia nne mwaka 2020 wasamehewe, wakasamehewa na waliokuwa jela waliachiwa kwa kufuata sheria na katiba inayompa mamlaka rais kufanya hivyo, yote tayari yamefanyika. Wakaona sasa kumbi inawezekana, wakasema wale wakina mama kumi na tisa waliokuwa bunge waondolewe. Tukasema sawa, lakini wako mahakamani, tungoje kwanza mahakama imalize kesi yao, halafu watafanya nini? Wataachiwa kama mahakama itarihisa. Wanasema watoke tuga la mahakamani. Bwana Ninyi mnasema tufuate utawala wa sheria, alafu tena mnatushauri tuuvunje. Hapo ndipo walipokwama. Alafu wanataka sisi na Chadema waandike katiba wema viwili, katiba yenyewe ya watu wote. Tukasema hapana. Tuliposema hivyo wakasema na mazungumzo yamekatika, yamekufa. Ayi, ndio maana mnasikia wana kauli mbiu yao wanasema no reform, no election. Wala msibabaike, hizo hizo kauli mbiu zao huwa hazi siji hazijui Kiswahili maana kila siku wanaleta kwa Kiingereza. Sisi zinatengenezwa nje, maana sisi hatuelewi zinakotoka e, maana <laughs> walikuwa na moja inasema movement for change, yani kaja na magari ka mc siku hizi gari zinafika huko, mnaziona, wamegawana magari na kauli mbiu ilikuwa na magari, imekufa wakaja na nyingine inasema e, no hate, no fear. Hate, no fear. Eh? No hate, no fear. No hate, no fear. Kiingereza tu, wao wao wajue Kiswahili wao ni Kiingereza walipofanya mkutano wao kilichoongoza pale ni miheji yani chuki, wametukanana Januari yote ikakanyika, walipomaliza chama kikatambaratika, kika kila mtu akachukua vilago vyake mboa na vyake na, na mshindi anaitwa Lissu naye akabeba vyake. Sasa hawapo pamoja, ndio wamesababisha kikapatikana chama kinaitwa chauma chama cha ubwabwa sasa. <laughs> Chama cha ubwabwa kinaongozwa na wale waliokuwa ndani ya nini ya Chadema, na mzee Hashimu Hashimu analinga. Tunasema siku hizi mimi nalindwa bwana, umekuja wenyewe na wafadhili wao, kwa hali yangu si mbaya lakini imetokana na la, mwenendo na kushindwa kuunganishana na kushindwa kufukiliza wanachama wao wenyewe.